Kwa majina naitwa Eliya Matayo kwangu A, ni mfanyakazi wa FMJ Hardware Company Limited inayopatikana Buguruni kwa Mnyamani. Ni wasambazaji wa vifaa vyote vya ujenzi, lakini kwa leo nakujia na kifaa kimoja kinaitwa SATO Orissa Pan. Hii bwana ni, ni choo kinachotumika kwenye maliwato. Kina sifa kedekede kede. E, ikiwepo sifa mojawapo ni ina mfuniko kwa chini, ambapo inasaidia kuzuia bakteria, lakini pia inasaidia kuzuia harufu kuja juu baada ya kumaliza kujisaidia. Lakini sifa nyingine ambayo watu wengi sana huwa hawajui ni kwamba SATO material yake ni ya plastiki Kwahiyo wale watu ambao wanasumbuliwa na, na miguu pengine ambao vyao vyao wanatumia ni vya ndani wakikanyaga yale matilio mengine ya zinc na nini anakuwa anawasumbua kwenye maswala ya yabisi, hii ni bidhaa nzuri sana. Kwenye bidhaa ya SATO tunauza takribani pc elfu moja na kuendelea kwa kila mwezi tokea mwaka 2017, tumekuwa na, na, na, na, na, na, na, na kariba ya kuuza uh, pc elfu moja kwa kila mwezi. Uh, wateja wetu wanaisifia kwa kiwango cha hali ya juu, wanasema ni bidhaa nzuri. Tokea mwaka 2017 mteja wa kwanza kumuzia mpaka leo, hakuna malalamiko yoyote ambayo tumeyapata kuhusiana na bidhaa ya SATO. Tunasambaza maeneo ya vijijini, lakini pia tunasambaza maeneo ya mijini. Wateja wetu wote wa hali zote, hali ya chini na hali ya juu, wanainunua SATO Orissa. Sato, a better life everyday